Karibu sana kwenye Tatu Kavu ya Open Online Media. Tuangalie habari ambazo zimepewa uzito kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Mimi ni Yohana Mashauri na nikukaribisha kwenye magazeti ya Mwananchi, Mwana, Mwana Sports, Majira pamoja na Uelekeo. Tukianza na gazeti la Mwananchi linasema kwamba koti ya amuru waziri wenzake walipe shilingi bilioni tatu imo pia manispaa ya Kinondoni kwa kubomoa isivyo halali nyumba ya kifahari Mbezi. Habari inapatikana katika gazeti hili lakini habari nyingine inasema kwamba Eh, pigo, sekta ya usafirishaji ikipoteza vinara wake kivipi? Basi jipatie nakala ya gazeti la Mwananchi usome ukurasa wa nne, lakini habari nyingine inasema kwamba wabunge waibua wa maumivu miradi kutokamilika, lakini habari ya mwisho hapa inasema kwamba mustakabali wa ODM, bila Odinga, ikipitia majanga habari unaipata ukurasa wa kumi katika gazeti la eh, Mwananchi. Lakini tukihamia upande wa gazeti la Uelekeo linaandika kwamba Dkt Samia ashiriki uzinduzi jukwaa la uwekezaji Afrika, atajwa kutendea haki mamlaka za uhifadhi ajili ya askari takribani elfu moja kulinda wanyamapori. Habari inapatikana katika ukurasa wa ishirini na mbili wa gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Lakini serikali kununua matrekta elfu kumi inapatikana ukurasa wa nne, unaweza ukasoma. Lakini Mzimbabwe asema Tanzania ni taa ya Afrika Kivipi? Basi jipatie nakala ya gazeti la uelekeo ili uweze kusoma habari hii. Lakini tukiamia upande wa gazeti la Majira linaandikwa kwamba serikali yazidi kudhibiti mikopo kausha damu, yaimarisha usimamizi wa sekta ya fedha kupitia BOT, yasema ya taasisi za fedha zina uhuru wa kuweka viwango vya riba vya chini ya asilimia saba habari unaipata ukurasa wa nne. Lakini habari nyingine inasema kwamba serikali kununua trekta elfu kumi habari hii imepewa pia uzito katika magazeti mengi. Lakini mahakama kuu kanda ya Songea yamaliza kesi nyeti. Kesi ipi? Basi jipatie nakala ya gazeti la Majira uweze kuisoma habari hiyo. Lakini tukihitimisha, inasema kwamba e, RC Kunenge aipongeza mahakama Pwani kurejesha serikalini milioni mia saba na saba. Habari hii unaipata ukurasa wa tano wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Na sasa tugeukie kwenye upande wa michezo na moja kwa moja tuanze na gazeti la Mwana Sports ambalo ni mahususi kwa taarifa za michezo na burudani. Linaandika kwamba Waarabu wasepa na jina la Kagoma lakini habari nyingine inasema kwamba Pedro ashusha pumzi eh, ataja hesabu zake amgusia winga mpya. Habari unaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini habari nyingine inasema kwamba Arteta apewa ubingwa. Pepi asema tutaona, eh, mambo ya EPL hayo mbio za ubingwa katika ligi ya Uingereza. Sawa? Wachana na gazeti la Mwana Sports, tunahamia upande wa gazeti la Uelekeo, kwenye michezo linaandika kwamba Yanga yafuata pointi za robo finali Morocco. Lakini Fadhili Majiha sasa ni bondia namba moja Tanzania. Lakini Simba yawatahadharisha mashabiki wake. Kivipi? Basi jipatie nakala e, ya gazeti la Uelekeo uweze kuelewa zaidi. Lakini Twiga Stars ya Wafcon hadharani, basi jipatie nakala ya gazeti la Uelekeo uweze kuelewa. Lakini tukiamia kwenye upande wa gazeti la Majira linasema kwamba Yanga yaifuata Farabat kwa kujiamini, yasema hawana hofu nao Mwafrika Kusini kuamua mechi hiyo. Lakini habari nyingine ya mwisho kwenye gazeti hili inasema kwamba Shime haita kikosi cha awali cha AFCON 2026. Eh, habari hizi zote unazipata katika gazeti la Majira, eh, gazeti huru la kila siku. Na hivyo ndivyo tunafunga ukurasa wa Tatu Kavu kwa ujumla kwa siku hii ya leo. Asante sana kwa kunisikiliza, lakini pia usikose kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok, Facebook pamoja na YouTube. Tunapatikana kama Open Online Media, kisha kwamba una follow pamoja na kusubscribe, lakini pia una share, una comment na kulaiki taarifa ambazo zipo kule. Lakini pia sikiliza Open FM online kupitia tovuti ya openmedia.co.tz. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.